Habari, karibu tena katika chaneli yetu ya JW Sabo Clinic. Naitwa Dr. Jimmy ana leo tutaangalia faida ya kutumia chokleti nyeusi. Mara nyingi tumekuwa tukiwambia chokleti nyeusi inaweza ikatumika kutibu baadhi ya changamoto na ni nzuri kwa ajili ya changamoto fulani fulani. Sasa wengi wamekituliza kwamba ah, ina, ina faida, eh, ina faida gani hiyo chokleti nyeusi nikumbushe. Kama ni mara ya kwanza kufatia channel yetu, basi usahau, subscribe na ukoment ili uweze kuwa mtu wa kwanza kupata dondoo za kiafya tunazozituma kila siku, na kama una changamoto ambayo imekuwa ikikutesa ambayo imekuwa ikikunyima usingizi na ujui namna ya kuondokana nayo changamoto basi au sijali, JW Sabo Clinic tupo kwa ajili yako, tupo kwa ajili ya kusaidia kujua, kuhakikisha unatokana na hiyo changamoto, ndugu yangu. Ai, chocolate nyeusi imekuwa ni chocolate ambayo iko tofauti na nyingine, kwa sababu sifa kubwa ya chocolate nyeusi, na maana inakuwa na kakao. Kakao mara nyingi inakuwa katika kiasi cha juu sana kuliko sukari, na maana sukari inakuwa Ha, kwa kiasi ha, kidogo ndo maana imekuwa ni nzuri katika kutibu changamoto au marazi mbalimbali mbali ya kiafya. Basi zifuatazo ndo faida za kutumia chocolate ha, nyeusi. Kwanza ha, ina ina sifa ya kupambana na antioxidants, ina maana ina flavonoids ambazo huwa zinatumika kama antioxidants ambazo zinatumika A, kujikinga juu ya maambukizi au kuzuia ma, ukuaji wa seli ambao hauna mpangilio ambao unapelekea changamoto a, ya saratani na magonjwa a, ya moyo. Hiyo ndo sifa ya kwanza. Kwa sifa ya kwanza inazuia magonjwa ya moyo na saratani. Pia inaboresha afya ya moyo. Kwa nini inaboresha afya ya moyo? Kwa sababu inarahisisha au inasawazisha uboreshwaji wa mzunguko wa damu, ambayo tunasema ile ni blood Circulation. Kwa hiyo ikisha kuwepo mzunguko mzuri wa damu, basi ni rahisi kujikutibu magonjwa yanayohusiana na moyo ambayo, ikiwepo shinikizo la damu ikiwepo ki uh, kiharusi kia uh, kia na uh, pressure uh, ya kupanda kwa hiyo, hiyo ni, sab, uh, ni faida nyingine. Lakini faida nyingine uh, husaidia kupunguza viwango vya kolestero zile uh, ile kolestero mbaya mwilini ambayo uh, tunasema ni erodiero ero, basi huweza kuondolewa uh, kwa kutumia chocolate Uh, nyeusi na kuongeza uwezekano wa kuwepo wa cholesterol nzuri ambayo inaitwa DHL, lakini pia inaboresha afya uh, hali ya akili au afya ya ubongo. Tuna tukasema uh, akili, kwa hiyo inaboresha ule utendaji kazi mzuri wa uh, ubongo, kwa sababu ina flavonoids ambazo, uh, katika chocolate nyeusi, huwa zinasaidia kuongeza ule mtiririko uh, mzuri wa damu kwenye ubongo, kwa hiyo inaweza ikasababisha mtu akaweza kuwa na kumbukumbu nzuri -kumbu sana na mwelekeo na hali ya akili, lakini hapo hapo pia inaweza kusaidia kupunguza dalili za wasiwasi na, maana wale ni wasiwasi, mtu anasema bad mood na utengenezaji wa homoni ya furaha ndani ya mwili wako. Kwa hiyo pendelea kutumia chocolate nyeusi. Nyingine ina, inaweza kutumika kudhibiti uzito kwa wale wenye uzito uliopita kiasi, kwa sababu ina fiber ambazo tunasema ni nyuzi nyuzi, na hizo fiber au ambazo tunasema ni nyuzi nyuzi mara nyingi Ah, zikiwepo au ah, zikiwepo ndani ya mwili wako, mara nyingi zinakufanya mara nyingi uweze kudhibiti njaa. Ina maana muda wote unaweza ukajihisi umeshiba na ukijisu umeshiba, basi utaondoa uh, ile ile hamu ya kuweza kutumia mafuta na vyakula vya wanga na sukari ambavyo mwishowe vinaweza vikaongeza uh, uzito wako. Lakini pia faida nyingine, ina faida uh, katika kwa upande uh, wa ngozi, ambayo ngozi ambazo zinapatikana kwenye chocolate nyeusi huwa zinasaidia kulinda ngozi kutokana na madhara ya mionzi uh, ya jua na umri uh, wa ngozi. Ndio maana mara nyingi utakuta mtu mzee lakini ngozi yake iko vizuri. Kwa sababu gani? Kwa sababu pia inafanya uh, uzungukaji wa damu uweze kwenda kwa kiwango uh, kinacho uh, kinachohitajika. Kwa hiyo mzunguko ukishakuwa sawa, basi uh, afya ya ngozi itakuwa sawa, na pia mwanga utakuwa uh, na mng'ao, lakini pia itakuwa na afya bora lakini pia inasaidia kupunguza hatari ya kisukari, ambayo tunasema chocolate nyeusi inasaidia ile kuboresha sensitivity ya insulin, ambayo ni muhimu katika kudhibiti kiwango cha sukari. Kwa nini? Kwa sababu pia kiwango chake cha sukari kilichopo kwenye chocolate nyeusi huwa ni kidogo. Kiwango kikubwa kilichomo huwa ni, a, ni kakao. kwa hiyo kitumia ni nzuri sana katika kutibu kisukari aina ya pili ambayo tunasema ni diabetic type 2 tu. lakini pia inapunguza maumivu ya kichwa, maumivu ya kichwa, kupata maumivu ya kichwa kwa sababu ina provenance na magnesium ambayo katika chocolate hupunguza kupumzisha ile mishipa ya damu, kwa hiyo kisha pumzisha mishipa ya damu basi nasababisha kupona maumivu ya kichwa. Lakini pia faida nyingine, inasaidia katika kuongeza nguvu ya mwili ile magnesium. Chocolate nyeusi na magnesium ambayo inaongeza energy katika mfumo wako katika, inaongeza energy katika mwili wako na kupunguza ule uchovu. Lakini pia inasaidia afya ya moyo, kama tulivyo tulivyosema, inapunguza hatari ya magonjwa ya moyo na kiharusi na shinikizo la damu. Ni kwa nini? Kwa sababu inafanya msawazisho mzuri wa kuweza kusafiri kwa, kwa, damu katika mwili wako, lakini pia inalinda ini, ambayo flavonoids ambazo zinapatikana husaidia kulinda ini na kupunguza hatari ya matatizo a, yale ya ini, ikiwemo kuzuia zile asali za sumu na kuboresha utendaji wa ini. Hizo ndo baadhi ya faida ambazo utakazozipata kwa kutumia chokleti nyeusi kwa kiwango, kwa, kwa kiwango hicho ambayo inakuwa na, na faida A, kiafya, lakini pia inatakiwa utumie ile chocolate nyeusi ambayo yenye kakao asilimia sabini au zaidi. Mara nyingi hizi chocolate zinakuwa zina maelekezo pale kwa wale waliozitengeneza. Kwa hiyo hizi ndo baadhi ya faida hizo. Tuambie hapo chini wewe umeshapata faida gani kwa kutumia, a, kwa kutumia chocolate nyeusi. Kwa hiyo share na sisi tuweze kufahamu, a, ni faida nyingine ambayo umeipata kwa kutumia a, kwa kutumia chocolate nyeusi. Kama ni mara ya kwanza, basi usahau kusubscribe na ucomment, ili uweze kuwa mtu wa kwanza kupata dondoo za kiafya tunazozituma kila siku. Karibu na Mungu akubariki.